Shukran Fatime Suleiman kwa taarifa hiyo. Muungano wa upinzani ukiongozwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka na mwenzake wa PLP Martha Karua sasa unasema ajenda yake kuu ni kumfanya Rais William Ruto rais wa muhula mmoja, ukitupilia mbali matamshi ya kiongozi wa taifa kuwa hawana ajenda na msimamo wa kisiasa. Viongozi hao wakiwa katika kijiji cha Seikuru, kaunti ya Kitui, wamesema rais amefeli kutimiza ahadi zake kwa Wakenya, na ili kufanikisha hayo yote ni lazima aondoke mamlakani baada ya muhula mmoja. Haleluya. Alhamisi asubuhi katika kijiji cha Saikoro kaunti ya Ketoi, Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua, nani wetosha kila mundu no. wawakilishi wa Martha Karua, Eugene Wamalwa na Cleophas Malala wakajumuika kwa lengo la kusaka mwafaka wa upinzani kabla ya kuchacha kwa kampeni za kusaka urais mwaka 2027. Mkutano huo ambao pia ulilenga kuwasilisha msimamo mmoja miongoni mwa viongozi wa upinzani katika juhudi za kuchagua mgombeaji mmoja wa urais atakayeng'ang'ania na rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Ulilenga kuweka wazi umoja wao na Kalonzo Musyoka wa chama cha Waipa. Ukituona hivyo, tuko na nia, eh? Jenzi mmejam na kama mmejam? One term. One term. Ruto, one term. Akinisikia halali. Hii jamani namsukuma? Nimsukume? Nimsukume? Nimsukume? Aende asiende? Aende asiende? Wangapo wanasema kasongo aende, kasongo aende. We have the experience. We have the commitment and we shall not relent, neither shall we surrender in making sure that William Ruto is one town wow. Na ufisadi Kenya unaisha. Yale tunasema kule mbele, it is wazi. Kenya imeamua Ruto must. Jana tifa imeonyesha wazi. 75% ya inchi hii. Kenya is headed in the wrong direction. Viongozi hao sasa wakishikilia kuwa kinyume na matamshi ya Rais William Ruto kuwa hawana agenda. Azima yao kuu ni kumfanya Rais wa muhula mmoja katika juhudi za kuboresha uchumi wa taifa. Mimi naomba Wakenya mutulie. Mtupatie nafasi. Msituharakishe kutangaza flag bearer. Asiwekewe mawe kwa barabara, sindio? Lakini mtuamini ya kwamba kati yetu hapa tutatoa kiongozi mo. Executive order namba mbili ya maya kwanza, tumesema hiyo pamoja na wenzangu hawa, ushuru wa, ra, wa Ruto kitu inaitwa housing levy tax nyumbani, hakuna kitu kama hicho because this is a work. Mkutano huu unajiri wiki moja tu baada ya rais William Ruto kukutana na zaidi ya viongozi 1600 wa kampani katika ikulu ya Nairobi, ambao walijadili miradi ya kuleta maendeleo katika eneo hilo huku wengi wakiwashiria kuwa wa kusisitiza azma ya upinzani. Viongozi wakuu wa upinzani wanakabiliwa na shinikizo kubwa la kutaka kuungwa mkono na wenzao kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 huku muungano huo ukiwa na kibarua kikubwa cha kubainisha mgombea wake wa urais. Mike Kagwango, TV47.